Kwako mama ni mtu wa namna gani? Kwangu mimi mama ni binadamu mwenye upendo, anayempenda mwanae bila masharti na kumjali kila wakati. Kama ilivyo baba ni kichwa cha familia, basi mama ndiye msimamizi wa nyumba. Mama huhudumia familia na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Mama ni mwalimu, mwalimu wa kwanza kwa mtoto, hufundisha maadili, heshima na maarifa ya maisha ndiyo maana wataalamu wa mambo husema ukitaka kupata mtoto mwenye akili basi oa mwanamke mwenye akili maana, kuna asilimia nyingi za mtoto kuifata akili ya mama. Mama ni mganga wa moyo, anatutuliza na kutupa faraja wakati wa shida. Mama ni shujaa bila vita, hufanya kazi ngumu inapobidi bila kulalamika, ila tu furaha yake ni kuona familia yake inaishi vizuri. Kwa ufupi, mama ni mama. Hakuna kama mama, upendo wake kwa mwana haulinganishwe. Katika kuungana na dunia kusherehekea Siku ya Mama Duniani Jumapili, Mei 11, 2025, klabu ya AC Milan ya huko Italia imeendeleza utaratibu wake wa wachezaji wake kuvaa jezi zenye majina ya mama zao mgongoni badala ya majina yao kama ilivyozoeleka. Wachezaji wa Milan kwa mara nyingine walivaa jezi hizo dhidi ya Bologna jana wakishinda mabao matatu kwa moja kama ilivyokuwa msimu uliopita kwenye mchezo dhidi ya Cagliari walioshinda kwa magoli matano kwa moja. AC Milan wamelazimika kuvaa jezi hizo siku ya jana, Mei 9, kwa sababu hawatakuwa na mchezo wa ligi Mei 11, ambapo ndio maadhimisho ya siku hiyo Ulaya na kwingineko duniani. Kama umefurahishwa na video hii, andika Happy Mother's Day katika comment section hapo, kisha follow account hii ili waanze kupata updates zote za kimichezo kutoka kwetu. Asante kwako. Mama ni mtu wa namna gani? Kwangu mimi, mama ni binadamu mwenye upendo anayempenda mwanaye bila masharti na kumjali kila wakati. Kama ilivyo baba ni kichwa cha familia, basi mama ndiye msimamizi wa nyumba Mama huhudumia familia na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Mama ni mwalimu, mwalimu wa kwanza kwa mtoto, hufundisha maadili, heshima na maarifa ya maisha. Ndio maana wataalamu wa mambo husema ukitaka kupata mtoto mwenye akili, basi oa mwanamke mwenye akili, maana kuna asilimia nyingi za mtoto kuifata akili ya mama. Mama ni mganga wa moyo, anatutuliza na kutupa faraja wakati wa shida. Mama ni shujaa bila vita, hufanya kazi ngumu inapombide bila kulalamika, ila tu furaha yake ni kuona familia yake inaishi vizuri. Kwa ufupi, mama ni mama, hakuna kama mama. Upendo wake kwa mwana haulinganishwi. Katika kuungana na dunia kusherehekea Siku ya Mama Duniani Jumapili Mei 11, 2025, klabu ya AC Milan ya huko Italia imeendeleza utaratibu wake wa wachezaji wake kuvaa jezi zenye majina ya mama zao mgongoni badala ya majina yao kama ilivyozoeleka. Wachezaji wa Milani kwa mara nyingine walivaa jezi hizo dhidi ya Bologna jana wakishinda mabao matatu kwa moja kama ilivyokuwa msimu uliopita kwenye mchezo dhidi ya Cagliari walioshinda kwa magoli matano kwa moja. AC Milan wamelazimika kuvaa jezi hizo siku ya jana Mei 9 kwa sababu hawatakuwa na mchezo wa ligi Mei 11 ambapo ndio maadhimisho ya siku hiyo Ulaya na kwingineko duniani. Kama umefurahishwa na video hii, andika Happy Mother's Day katika comment section hapo, kisha follow account hii ili wa kwanza kupata update zote za kimichezo kutoka kwetu. Asante.